Geologist sababu ya ile wanaijua, tusikae kimya. Hii sio kwamba imetokea mara ya kwanza hapa duniani, inatokea na hasa Japani, ili niliwakuta sana. Kwa hiyo ni vyema, huu umekuwa ni mfano waje watafiti waliangalia, lakini nina imani inawezekana mlishaanza, ila mimi kwa sababu kazi yangu ya ubunge ni kushauri nishauri tu kwamba msiliache hili, ifanyieni kazi kwa sababu, baada ya miaka mia moja unaweza kukuta limejitokeza tena kwa. Inasemekana kwamba huenda e, ilikuwa mipuko ya volcano. cha Mwenyekiti, tumejithibitishia bila wasiwasi, pasiko na shaka kwamba haikuwa volcano, isipokuwa aina ya miamba na kiwango cha mvua ambacho kilinyesha kilisababisha ardhi ile ambayo ni chepefu ardhi ambayo inatokana na miamba ya volcano kunywa maji mengi. Sasa kutokana na, na, na shughuli za kibinadamu maeneo ambayo yalikuwa yamezibwa yame na, na nyasi za, za asili na miti ya asili ilikuwa tayari imepungua sana. Kwa hiyo maeneo yale yalikunywa maji mengi, na hivyo kutokana na hali ilivyotokea wakati ule na mvua zile, yalianza kuporomoka kidogo kidogo, na hivyo yakiponua kutoka kwenye heiti uh, ya juu mlimani, yanapiga kwenda kia chini na hivyo hiyo inasababisha kwamba maporomoko yanazidi kukua hadi yanavyokwenda chini ya mlima. Kwa hilo tumelifanyia kazi kwaamba, nanichi, neolire, sinane, na serikali tumeamua kwamba tutachukua hatua mbalimbali ikiwemo kuwaelimisha wananchi, kwa sababu eneo lile inasemekana kwamba mwaka 64 ilitokea na hivyo vile vile wananchi walielekezwa wali kuhama, lakini tunalifanyia kazi ikiwemo kuweka vifaa vya kutoa taarifa za awali. Kwa hiyo tumeshafanya utaratibu kwamba tutaweka vifaa kwenye milima ile ili kuhakikisha kwamba uh, tunaweza kupata taarifa za awali. Iwapo kutatokea jambo lolote ambalo linaashiria kwamba kunaweza kuwa na changamoto, ili wananchi wetu waweze kupata tahadhari ya kuhama au kuondolewa au kupelekwa sehemu. Kwa hiyo serikali inafanyia kazi taarifa ile ambayo imeletwa na wataalamu, na tunawaakia kwamba itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna na tahadhari hiyo, lakini kuwalinda wananchi wetu kama ambavyo tumeendelea kufanya.